Sisi wadau wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali ni wadau muhimu sana katika kusukuma agenda hii ya malezi makuzi na maendeleo wali ya mtoto. Tumekuwa tukifanya kazi kubwa sana kama sehemu ya jukumu letu kwenye programu hii ya kusaidiana na mamlaka za serikali za mikoa moja, katika kusukuma agenda hii ya malezi, kwa sababu uelewa wa swala zima la malezi kwenye ngazi za chini za familia umekuwa ulikuwa pia ni mdogo hati programu hii inaanza hapo uh, mwaka elfu mbili na ishirini na moja, lakini mpaka sasa ambapo tumekuwa tukitekeleza tumeona kuna mabadiliko makubwa sana, hasa ya uelewa, kwa sababu tunafanya kazi kwa kushirikiana na vyombo vya habari na waandishi wa habari ambao wako kwenye mkoa wetu, kwa usaidizi mkubwa sana wa Umoja wa Klabu za Waandishi wa Habari. Wamekuwa wakitusaidia katika kuratibu vipindi kwa ajili ya kutoa elimu kwa umma ili kuweza kuwahabarisha umma kupitia wataalamu mbalimbali ambao tumekuwa tukiwaratibu kuweza kushiriki katika kutoa mada zinazoelimisha kuhusu afua zile tano kuu za malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, kwa maana ya kwamba wataalamu kwenye eneo la afya, wataalamu kwenye eneo la lishe, ulinzi na usalama, malezi yenye mwitikio, pamoja na wataalamu kwenye eneo la awali hivyo kama wadau